Allah. Allah. Ni swala ya pamoja Idul Fitri, ishara wazi ya kukamilika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Maelfu ya waumini wa dini ya Kiislamu wamehudhuria swala hiyo katika viwanja na misikiti mbalimbali mbali nchini, huku gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir akishinikiza kuzingatiwa kwa umuhimu wa elimu na ujuzi katika kuimarisha vijana ili kukabiliana na ongezeko la magenge ya uhalifu. Hatuwezi kuanza kuzungumza lugha ya kwa ni ajira a juvenile needs to be in school, a child needs to be in school. Na kama tasi shule ambayo kwamba ni ile shule hii hata kuna zile shule ambazo kwamba ni za kidini lakini hatuwezi kuwa saa zote tunasingizia. Katika suala ya Eid iliyofanyika katika uwanja wa Ronald Ngala na ule wa msikiti wa Umukulthum Mombasa, viongozi wa kidini akiwa mwenyekiti wa baraza kuu la kitaifa la ushauri kwa Waislamu Kemnak, Sheikh Juma Ngao ameshinikiza vitengo vya usalama kukabiliana na magenge hayo, huku vijana wakihimizwa kujiepusha na makundi ya uhalifu. Vijana wadogo wale wote wenye kuwa watu wasihurumiwe, wakamatwe, watu wendani, wafundishwe adabu. Alhamdulillah, tumefunga vizuri kwa amani. Kwa hiyo hmm, la msingi mimi ni kutaka kuongezea kwamba viongozi wazidi kushirikiana ili kupeleka taifa hili mbele, lazima iwe katika mipaka iwe katika mipaka ambayo imepangwa na sheria ya Kiislamu tusi exceed ile mipaka na kuivuka kuingia katika mambo mengine yasiyofaa, kufanya mambo ya masia, kufanya mambo maovu ambayo hayafai. Sherehe za Eid zilinoga Mombasa, hukuu jamii ikishinikizwa kuwasaidia wasiojiweza na wafanyi biashara ya mifugo ikiwemo mbuzi na kondoo, wakisajili faida kutokana na ongezeko la wateja. Leo ni siku kubwa, siku ya sikukuu. Nawatakia na waislamu wote Mombasa na Kenya nzima, Eid Mubarak. Kuanzia jana mpaka leo nimesafisha zaidi ya mbuzi kama 150. Bonfas Msangiri, runinga ya K24 Mombasa.